Nam mjambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi channel ambayo inakupa updates kibao. Watu wengi wamekuwa wakiuliza je, ni lini haya majina ya ajira yanaweza yakatoka, na ikumbu kwamba almost wiki mbili tangu eh, dirisha lifungwe la kutuma maombi. So kwanza kabisa utakiwa ufahamu ya kwamba taarifa zote muhimu au taarifa zote kuhusiana na hizi ajira zitatolewa rasmi na Jeshi la Zimamoto na uokoaji Tanzania. Kwanza, kupitia kwenye akaunti yako hapa katika dashboard, unaweza kuona katika job notification kama umechaguliwa, unaweza ukaona hapo kama umechaguliwa. Na si hivyo, unaweza ukapata taarifa moja kwa moja kupitia e, website official kabisa ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, yani www.zimamoto.go.tz katika kipengele cha matangazo, wakiwa wameshatangaza hizi ajira basi utaweza kuona tangazo hili la majina kama ambavyo waliweka hili tangazo eh, la ajira kwamba kutoa fursa watu waweza kuweza kuomba. So hata majina yatakapokuwa tayari basi wanaweza kutangaza hapa moja kwa moja, na mwisho kabisa kupitia ukurasa wao wa Instagram ambao wanaenda kwa, kwa jina la eh, Zimamoto Tanzania. So nini ambacho tunaweza tukasema sasa majina haya yanaweza yakatoka? Sasa majina haya mara nyingi, mara nyingi mchakato unaweza ukachukua kuanzia e, mwezi mmoja miwili zaidi sana miezi ta, lakini ndani ya kipindi hicho, basi majina yanaweza kawa tayari. Kwa hiyo katika kipindi hiki basi nakusasa e, uweze kutembelea mitandao yao ya kijamii na kaunti yako atumia kwamba ajira vilevile kutembea katika website yao official. so kama una swali lolote kwenye next time asalalloteskodalienye subscribe